Hizini ustawi digital jamii yenye ustawi furaha yetu. Nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa, pamoja na shukurani hizi za wizara yetu ya afya na kwa mheshimiwa rais, nitoe hamasa na nitoe rai kwa wakazi wenzangu wa mkoa huu wa Dar es Salaam na wilaya zote za mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini pia na wananchi wengine wanaotoka maeneo jirani kama Pwani, Lindi, Mtwara na maeneo mengine haya, Morogoro wanaruhusiwa pia kuja kwenye maeneo yetu haya kufanya screening ili waweze kubainishwa kama wana changamoto hizo za mabusha, na baada ya hapo wataenda kufanyiwa operation. Na nitoe taarifa pia kwamba programu hii kwa asilimia mia moja nalipiwa na serikali. Yoyote atakayebainika kuwa na mabusha ataenda atafanyiwa matibabu ya upasuaji bure kabisa. Ni nafasi adhimu, ni nafasi muhimu kwa wale wote ambao wana mabusha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, tutumie nafasi hii siku hizi ishirini na tano ambazo zimetolewa, na wataalamu wapo waliobobea kwenye sekta hii ya utoaji utabibu na upasuaji wa mabusha. Basi twende kwenye vituo hivi na maeneo mbalimbali ambayo yameainishwa, tufanye screen na twende tukapate matibabu haya na tuondokane na adha kubwa hii ya kuwa na mabusha na ambayo imekuwa ni usumbufu mkubwa kwa maisha na ustawi wa jamii zetu. DSM, ustawi Digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu.